Watu wengi hawafahamu kwamba namna ya kujiandaa kuja kumiliki kampuni ni kuanza na kusajili jina la biashara. Iko hivi, ukitaka siku moja umiliki kampuni yako haitokei mara moja, kwa sababu kusajili kampuni actually kuna ka costi, na ukiwa ndio umeanza biashara yako unaweza kaona da kusajili kampuni mimi bado. Lakini namna pekee ambayo itakuonesha kwamba huyu anaelekea kwenye direction hii ni kulisajili jina ambalo unatamani kuja kulitumia kwenye kampuni yako, kwanza kwa kulisajili kama jina la biashara, then ukaanza kufanyia marketing na kutengeneza personal brand, ukaanza kufanya biashara yako then, boom, ukianza kupata pesa kwenye biashara unaoifanya Unakuja kuwa advance hilo jina la biashara kuja kuwa kampuni. Huyu mfano halisi wa hapa ni mimi mwenyewe, hii Michael Business Hub mnayo na sasa hivi, haikuanza kama kampuni. Nilianza kama jina la biashara, kwa sababu nilikuwa sina pesa ya kusajili kampuni. Sasa sina hela ya kusajili kampuni, ndio na na mimi nataka kuanza kufanya biashara, nifanyeje? Nikasajili kama jina la biashara kwanza, nikaanza kufanya biashara, nikaanza kupata pesa, nikapata wateja, nikatengeneza personal brand, nikapata wateja, nikalipwa. Nilivyolipwa ndio nikaanza kusajili kampuni. Mimi sikuanzia kwenye kampuni japokuwa nilikuwa nasajili makampuni kwa sababu nilikuwa sina pesa ya kulipia utaratibu wa kusajili kampuni. So nilichokifanya ni kwamba nikaanza na usajili wa jina la biashara, nikaanza kutengeneza personal brand. Watu wakalifahamu jina langu la Michael Business Hub, wakaniamini, wakanilipa pesa. Walivyonilipa pesa zao, nikachukua pesa zao nikaenda kusajili kampuni yangu. Sasa hivi mimi na kampuni ya Michael Business Hub. I'm the CEO here. So kama wewe ni huyu natamani siku moja uja umiliki kampuni, acha kufikiria mpaka siku utakapotengeneza jina la biashara na hii ndio namna pekee ambayo unaweza ikakufanya ukabaki hapo, miaka yako inaenda rudi, kwa sababu nasubiria nifikishe hela, nasubiria nipate hela, nasubiria nifikie kiasi fulani. No, anza na usajili wa jina la biashara, kisha tengeneza personal brand, kisha anza kutengeneza pesa kupitia jina hilo hilo, kisha watu wakikufahamu, then ama kutoka kwenye jina la biashara kuja kwenye kampuni kama mimi. Unasubiri nini? Comment neno biashara hapo chini, nitakusaidia kusajili jina la biashara yako, then nitakusaidia namna gani ya kuweza kutengeneza personal brand, then nitakusaidia namna gani ya kuweza kupata wateja mia moja wa kwanza kwenye biashara yako, then tutakuja baadaye sasa kuja kusajili kampuni yako. Comment neno biashara, tukutane kwenye comment section.